Je, utaruhusiwa kuleta familia yako ikiwa utakuja nchini Marekani na visa ya J1 kama mwalimu? Jibu la swali hili ni ndio. Visa ya J1 ya mabadilishano ya kiutamaduni inaruhusu main applicant, ama J1 visa holder kuleta familia yake ambayo ni mwenza ama watoto mwenza nikimaanisha mke ama mume na watoto kwa hiyo familia yako hii itapewa viza ambayo inaitwa J2. J2 ni viza ya dependent. Wale wategemezi wako ambao ni wakaribu. Lakini ndugu wengine wataruhusiwa kutembelea nchini Marekani kama wageni, ila familia yako ya karibu ndiyo itayopewa viza ya J2, ambayo ni viza ya dependent. Sasa, ni faida zipi ambazo familia yako itapata ikiwa utakuja nayo nchini Marekani? Kuna faida kadhaa. Ikiwa watoto wako bado wako katika shule ya msingi ama ya sekondari, wataruhusiwa kusoma nchini Marekani bure bila kulipia gharama yoyote. Na tunajua kabisa, wazazi tunahitaji watoto wetu wasome shule nzuri za gharama, ikiwa tuna uwezo wa kufanya hivyo. Sasa Marekani inakupa uruhusa ya wewe kusomesha watoto wako bila malipo yoyote kuanzia elimu ya msingi mpaka sekondari. Nchini Marekani tunajua ina elimu ya hali ya juu ambayo huwezi kuipata katika nchi nyingi ambazo tunatoka. Hiyo ni fact ambayo ipo. Kwa hiyo mtoto wako atapata chansi ya kusoma katika shule bora zaidi kuliko hata international schools ambazo unatamani mtoto wako azisome. Sasa hivi. Kwa hiyo hii ni faida mojawapo kubwa kabisa ambayo watoto wako watapata kusoma nchini Marekani bure bila kulipia gharama yoyote. Je, ni faida zipi ambazo atapata mwenza wako? Mwenza wako ataruhusiwa kufanya kazi nchini Marekani kwa employer yoyote, kazi zozote, lakini pia kwa muda wowote. Hakuna masharti ambayo atapewa ya kufanya kazi. Wewe J1 visa holder una masharti katika viza yako hauruhusiwi kufanya kazi kwa employer mwingine yoyote zaidi ya yule ambaye amekuleta nchini Marekani. Kwa hiyo hizi ni tofauti kubwa mbili ambazo unaweza ukaona. J2 ambayo ni dependent, idha mke ama mume, yeye anaruhusiwa kufanya kazi sehemu yoyote, muda wowote kwa employer yoyote. Wewe hapo unaruhusiwa kufanya kazi tu kwa yule visa sponsor ambaye umekuja naye na shule ambayo imekuleta nchini Marekani. Kwa hiyo hizo ni faida chache ambazo unaweza ukaona utakapoleta familia yako mtapata pamoja. Watoto wataruhusiwa kusoma katika shule za nchini Marekani bure bila malipo yoyote. Mke ama mume ataruhusiwa kufanya kazi sehemu yoyote, muda wowote, masaa yoyote anayotaka, na wewe pia ataruhusiwa kufanya kazi kwa hiyo shule ambayo imekuleta na huyo employer ambaye amekuleta hizo ndizo faida za wewe kuja na familia yako nchini Marekani. Nimeeleza katika video zangu zilizopita jinsi gani ya kufanya maombi yako, lakini pia nimeeleza ni website gani ambazo unaweza kwenda na kufanya maombi ya visa ya J1 kam